Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu watu wa tiba za asiri na elimu ya mitishamba, leo nakuleteeni faida hii, faida ambayo inatokana na amdarasini pamoja na asali. Amdarasini na asali ni dawa nzuri sana, hasa hasa kwenye maradhi mengi sana. Kama ndugu yangu una tatizo hili, tatizo la fungus katika miguu yako, yani miguu yako ina fungus asoisha fangasi wenye kudumu, unatumia kila aina ya dawa lakini fangasi wanakuwa hawaishi, basi tumia dawa hii. Insha Allah utakuja utakaa sawa. Cha kufanya fata utaratibu huu inakuelekeza jambo la kwanza, tafuta amdarasini, upate amdarasini ile ambayo ya vijiti, then upate na asali ambayo iliyokuwa original. Asali ambayo ilikuwa original ni asali ambayo iwe nyuki ya kubwa au nyuki ya dogo lakini isiyokuwa yenye kuchemshwa au yenye kutengenezwa. Sawa, utapokosha pata vitu viwili hivi. Kinachofuata utafuata taratibu hii. Ombi letu ni kuomba tu, kama bado hujasubscribe basi usisahau ku-subscribe, kisha weza makengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pindi tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Nini cha kufanya, cha kufanya kwa mtu ambaye mwenye fangasi wasioisha au mtu huyu ana mapele ambayo yasioisha au mtu huyu ana ugonjwa wa ngozi usioisha, basi tumia dawa hii, insha Allah itakusaidia. Jambo la kwanza chukua la mdarasini uponde ponde, usage haswa, upate unga wake uliokuwa mzuri zaidi. Tofauti ya kununua mdarasini ya unga na kutwanga mdarasini ya unga, mara nyingi inakuwa imesha, ikikaa muda mrefu inaharibika. Sasa ukipata ile ya magome ukaitwanga, ndiko ni bora zaidi. Isage ile, upate unga wake uliokuwa laini kabisa. Kisha baada ya hapo chukua na asali original, ile mix pamoja, changanya upate tope tope lake, sawa eh. Kwa huyu mgonjwa mwenye fungus au mwenye mapele, jambo la kwanza, kabla kumpakaza dawa, hakikisha umejika maji ya moto yale, kwa salama kabisa, mchemshie maji ya moto. Baada ya kumchemshia zimua, muogeshe kwa yale maji ya moto na sabuni ile nzuri. Baada ya kumuogesha akawa msafi ameshatakata, chukua taulo mkaushe vizuri. Then baada ya hapo chukua ile dawa mpakaze katika hiyo sehemu, lile tope tope la mdalasini na asali utampakaza katika sehemu yake. Baada ya kumpakaza kwa muda muache walao kwa nusu saa au lisali zima, then baada ya hapo ni ruksa kumuosha. Baada hapo muache ipo salama kabisa. Fanya mfumo huu kwa kila siku kabla hajalala usiku mfanye hivyo, na kwa asubuhi kabla hajatoka mfanye hivyo nusu saa kabla Mfanye hivyo usafi huo. Baada ya hapo, muache afanye mambo yake mengine. Fanya asubuhi mara moja au usiku mara moja, tumia kwa siku kadhaa, insha Allah huyo ugonjwa wake utakuwa nye kuisha bi idhnillah. Ni kuombe tu kabla ya subscribe, usahau ku subscribe hapa hapa, tiba za asili na afya kwa bora kupitia elimu hii ya mitishamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.